Wa mama wapendwa wa Dinari ya Saboti, mniruhusu niwasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe, amen. Munajua, mnajua ya kwamba jana ilikuwa Jumatano ya Majivu, watu waliwekwa majivu kwa naitwaje, paji, naitwa paji la uso na ukaambia ukumbuka kwenye mavumbi ulitoka na kwenye mavumbi leo. Nataka kuambia msimu wa saumu ni msimu wa kutubu, kuomba, kujitolea na kufunga, lakini nataka kuambia kitu kimoja. Hii msimu wa saumu, mkristo anaweza kushtuliwa elee na safari ama anaweza kushushwa na dhambi. <coughs> Leo nataka kuangalia kwa uchache sana Zaburi ya thalathini na nane, na kwa sababu ilisomwa jana, sitarudia kusoma tena hii zaburi. Iliandikwa na Daudi. Daudi aliandika hii zaburi Fungu moja anasema jeraha zangu zinanuka, zimeoza kwa sababu ya ukumbavu wangu. Nimepindika na kuinama sana, mchana kutwa nimebaki nikihuzunika. Taa kusema ya kwamba Daudi aligundua huko na vitu viwili, jambo la kwanza unaweza kutuliwa saumu waendelee na safari ama ushushwa na mtashushwa, ukisimama peke yako wakati una dhambi. Daudi aliona akiwa na dhambi na alikuwa mgonjwa na akajua amesumbuka kimawazo na kimwili kwa sababu ya dhambi. Daudi akaangalia, nikiwa kwa dhambi nitashushwa, nikijiangalia mbili. Kwa nini? Ukijiangalia mwenyewe ukiwa katika dhambi, unaona hakuna matumaini. Kitu cha pili, hakuna amani. Kitu cha tatu, hakuna matarajio. Hata marafiki waliacha Daudi, na hata maadui wakamzomea. Nataka kusema ukiwa na dhambi, sisi wote ni watenda dhambi. Ukiwa katika dhambi na ujiangalie mwenyewe, utashushwa Utaona hakuna <coughs> utaona hakuna mwili ikiwa mzuri, utaona umelemewa, hata depression itakushika, utasumbuka. You will be depressed and disoriented. Ukijiangalia mwenyewe na dhambi yako wewe, saumu hii utashushwa, lakini leo nataka kusema utashtuliwa ikiwa utaangalia Bwana. Leo nataka kusema angalia kwanza kwa kumngojea yeye, yeah. Hii saumu tumngojee neema ya Bwana. Hii neema ya Bwana inatupa msamaha na hii msamaha tunapata kwetu na boma zetu. Tumngojee Bwana. Saa zingine kuna kitu kinakusumbua, ngojea Bwana usishushwe na mambo ya dunia hii na masumbuko na fikra ya jamii na watoto na kanisa vyenye unahudumu, utashushwa chini. Angalia Bwana, ungojee yeye. Kitu cha pili ni wakati wa kutubu dhambi. Aka nikwambie ngojea Bwana kwa kutubu. Hii ni wakati wa sisi kutubu, hata tunapokuja kwa mkutano huu. Utashtuliwa ikiwa utatubu. Kitu cha tatu, utashtuliwa ikiwa utaomba. Naomba tuombee jamii zetu, maneno yote ambayo inatushusha. Nataka tuombee ili tushtuliwe, tutoke pahali ambapo tuko wengine wanastatena kushtuliwa kutoka kwa kulalamika juu ya boma zao. Wengine wanastahili kushtuliwa na watoke katika hali ya kukosa amani, na tuombee jambo la mwisho. Tunastahili kuwa na matumaini. Mungu atusaidie tushtuliwe, tuwe na matumaini wakati huwa saumu, ya kwamba hawezi ya pili, matumaini yetu inatoka kwa Bwana. Ninaomba Mungu akushtue uwe na matumaini ya kwamba atafungua njia hata pahali ambapo hakuna njia. Uwe na matumaini katika kazi yako kama kiongozi, ya kwamba utaongoza pale pale. utaongoza tina hata utaongoze kwenye huko hata watu wakikuweka chini. Ninaomba Mungu akushtue na mi na matumaini mwaka huu tutafanya mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Je, utashushwa ama utashtuliwa wende juu? Na saa zingine ukishtuliwa na ukatai kushtuka wewe mwenyewe, hakuna kwenye. Naomba ushtuke kwa kutubu na kwa kuomba Mungu wa amani Amen. Amen.